Habari wapenzi wa wasikilizaji na watazamaji wa channel yetu, leo tunaweza kujifunza mambo muhimu ya kuzingatia katika biashara ya urembo na vipodozi ili kufanikisha utajiri na mafanikio katika biashara yako. wanahitaji gani, gani. Na, wa, na wanahitaji urembo au vipodozi vya aina gani? elewa mtindo na bidhaa zinazopendelewa na wateja wa eneo lako. Pili, ubora wa bidhaa. Hakikisha vipodozi ni salama na vimesajiliwa na mamlaka. Unaona? Mamlaka. Unaona? Epuka bidhaa bandia au zenye madhara kwa ngozi. Ukiwa na bidhaa ambazo hazina si bandia na hazina madhara kwa ngozi, ndipo ambapo utajiongozea wigo wa wateja wako. Wateja watakuamini, wateja wataamini kwamba bidhaa zako wanapozitumia basi zitawapa matokeo bora. Tatu ni elimu ya bidhaa. Jifunze kuhusu aina za ngozi na matumizi ya bidhaa husika. Toa ushauri sahihi kwa wateja kulingana na aina ya ngozi yao. Kwa hivyo inabidi kabla kuingiza kwenye biashara ya vipodozi basi uwe na ABC, eh, uwe na knowledge, uwe na elimu kuhusiana na, na mambo ya urembo particularly, eh, katika, eh, ngozi, yani ufahamu kabisa. Mtu akija na ngozi kavu unamwambia kipodozi kitakufaa. Kijana na ngozi ambayo ina mafuta unamwambia kipodozi hiki kitakufaa. Mahali na muonekano wa duka. Hiyo ni jambo la nne la kuzingatia. Mahali na mwonekano wa duka. Chagua eneo lenye watu wengi au linaloaminika kwa bidhaa za urembo. Duka liwe safi, lenye mwonekano wa kuvutia. Yani sio duka lako pale mbele panakopa chapa chafu, kiingia basi kuna harufu harufu, no. Kisha unasingetia usafi pale mbele pale kwa unavutia, bango linaonesha, mdada alipendeza, ameweka amepaka vipodozi vya kuvutia na nini, ili wateja wakiona ile picha nao wavutiwe, waingie kwenye duka lako, wa kuongishe. Kitu cha kuzingatia ni huduma kwa wateja, kuwa mkarimu kwa wateja, sikiliza mahitaji wa wateja. Sio mteja anakuja unamnunia mteja anakuja, yani wewe hata umjali mjali mteja. Pia wape elimu ndogo ya matumizi ya bidhaa zako Unaona, waelekeze kabisa hivi vipodozi na unapaswa upake mda fulani upakeje na nini naona yani. Wateja unawapa hali ya kuamini kwamba wewe hivi vipodozi haujakurupukia tukuuza; unavijua na unavielewa kabisa. Sita, mitandao ya kijamii; hilo jambo la kuzingatia kabisa, usipuze kabisa mitandao ya kijamii. Tumia Instagram, TikTok na WhatsApp kutangaza bidhaa zako. Unapotangaza huko unajiongezea wigo wa wateja wako Imagine unauza tu dukani, kwa mtandao ni u, u, u, huuzi. Unaona una kuna baadhi ya wateja watapoteza pale. Weka picha na video zenye ubora wa kuvutia. Unapoposti kwenye mitandao, hakikisha picha unazoziweka zinakuwa na ubora wa kuvutia, zitakuwa na ubora. Hakikisha unatumia kamera nzuri, au kama simu unatumia simu yenye ubora, na unatumia na light mm. Nunua light, na ukit, kama utahitaji <coughs> Light e, utazipata kwa wao, wanaitwa Festus Ice Store kwa bei nzuri kabisa. Wewe wapige namba hizi hapa 0699 sita tisa tisa mia mbili ishirini na nne mia saba themanini na tano. Watakuuzia light nzuri, na ukitaka kamera watakuuzia kamera nzuri kabisa ambazo unaweza kupiga picha ukapiga video na ukaposti kwenye e, mtandao wako wa kijamii. Nona Wasina nao Festus Ice Store watakuuzia kamera na light nzuri kabisa. Jambo la saba la kuzingatia ni ubunifu wa matangazo na promotion. Toa punguzo, zawadi ndogo au huduma ya bure kama ushauri wa ngozi, kwamba wewe unampa elimu na unamuelekeza kipodozi hiki cha kutumia, kwa hivyo atakuungisha pale kuliko namwambia tu atoe hela, wakati kule alipoenda before alitoa hela na kupata matokeo mazuri. Mpe kwanza elimu, akishaelimika atanunua tu kwako. Tengeneza brand yako, unaweza ukatengeneza nembo kwenye, na ukachagua rangi ya biashara yako, unaona, na kauli mbiu vile vile. Kwa mfano kwenye nembo yako pale ukaweka labda picha ya, ya dada na nini naona afu rangi ukachagua rangi, rangi labda pinki lakini, ulimbiwi, ukasema, nona, yani, au, ungare, na kadhalika. Lakini kwenye kauli mbiu ukasema njoo upendeze, naona yaani au njoo ung'are. Inategemea na jinsi ambavyo unataka utumie kauli mbiu ya kuwavutia wateja. Jambo la nane la kuzingatia ni kuendelea kujifunza yaani Eh, uh, ukiwa unafanya biashara hii usiseme kwamba nimepata mafunzo kidogo ABC kidogo ya urembo afu nimetosheka. Hapana, ukisikia kuna semina za semina zinazohusiana ina, na mambo ya urembo nenda, semina zinazohusiana na vipodozi nenda jifunze. Na lengo la kufanya hivyo ni kwamba kupata elimu bora ya kuweza kutoa huduma bora kwa wateja wako. Unaona kwao, hakikisha kwamba unafuatilia mafunzo ya urembo na, na masoko na mitindo mipya. Hakikisha kwamba una, una, unafahamu trends mpya zinazokulia mjini na unafahamu jinsi ya kupata masoko ko. Ukiona hata kuna semina ya masoko nenda hudhuria, naona pia hudhuria maonyesho naona, au semina za biashara ya urembo tokea maonyesho ma labda saba saba unaweza ukaenda kulingana na ukubwa wa biashara yako nane nane unaweza ukaenda unaona kulingana na ukubwa na biashara yako na jinsi unavyotaka upanuke na kukua ni mitaji na usimamizi wa fedha tumia faida vizuri naweka akiba ya kuendeleza biashara yako sio tu umeuza labda kipodozi kwa shilingi elfu ishirini basi unakula una ishirini yote apo utakata mtaji wakati kwenye elfu ishirini faida elfu nne ukiwa yote uta mtaji wako na kama utaendelea na tabia hiyo basi biashara yako inaweza ikafa. Tumia mfumo wa kutunza hesabu. Unaona? Tumia mfumo mzuri wa kutunza hesabu zako. Kumi, ni kuaminika. Usidanganye kuhusu ubora bidhaa. Yaani kama bidhaa zako si bora, wewe usiwadanganye wateja wako waambie ukweli kwamba ubora wake ni huu, na, huu, na, huu, na, huu, na, huu, na wape matokeo halisi wa ya kutumia hicho kipodozi sio una exaggerate mambo unakuza mambo kulingana yani bidhaa ni bora sawa, lakini matokeo yanayoleta sio makubwa kama vile unavyoelezea, uhalisia wa matokeo ambayo watu watapata kutokana na kipodozi chako. Jenga jina zuri kupitia wateja walioridhika. Ukiwa na hudumia wateja vizuri wakaridhika, hawa wateja ndio watakufanya wewe kujenga jina lako vizuri. Unaona? Watakapoenda kule mitaani kwao watawaelezea watu kwamba nimetoka pale msinaii, nimekuwa mrembo, nimeenda pale wao ndio wamenipa E, kipodozi kizuri, na, na, kanipa ushauri na mzuri. Ndio bana ninaonekana na muonekano mzuri. Unapozingatia mambo haya kumi ambayo nimekuelekeza basi biashara ya urembo inaweza kukuletea mafanikio makubwa kifedha. Unaona? Kuhakikisha kwamba unazingatia mambo hayo ili biashara yako e, ya urembo pamoja na vipodozi iweze kuwa kubwa na kuweza kufanikisha kuwa tajiri na kupata mafanikio makubwa katika biashara yako. Asani sana la, lakini vilevile nikuletee, hii bidhaa ni nzuri kabisa, unaona, kutoka kwa hawa Festus istore. Festus istore bwana, wana bidhaa nyingi sana, wanauza bidhaa nyingi sana za electronics. E, wanauza vitu mbalimbali mbali. Wanauza ma TV wanauza fridge wanauza vifaa vya kurekodia muziki studio na kadhalika, lakini leo nakuletea hii moja ambayo ni phone and phone accessories, simu na vifaa vya simu. Yani, wao wanauza simu, vifaa swaswadu e, viswaswadu, bei ya jumla na rejareja, simu kubwa, bei ya jumla na rejareja, accessories simu, iwe memori kadi, iwe chaja, memori iwe, e, chaja, iwe USB iwe ni earphone iwe ni earbuds wanauza vifaa vyote vya simu kwa bei ya jumla na rejareja reja. Na wewe ambao unahitaji vioo vya simu e, wanauza vioo vya simu jumla na rejareja vioo vya simu kubwa na vioo vya simu ndogo. System chaji pia wanauza bei ya jumla na rejareja. Ili kuweza kupata huduma zao, basi wasiliana nao kwa namba sifuri sita tisa tisa mia mbili na nne mia saba themanini na tano Sifuri sita tisa tisa mia mbili nanne mia saba themanatano. Wanauza kwa bei jumla na rejareja. Wewe ambaye unahitaji kufungua duka la simu au duka la vifaa vya simu, basi wasiana na Festus Aisto na watakuuzia kwa bei jumla na rejareja. Wewe mtu ambaye upo mkoani, hawa Festus Aisto ni waaminifu kabisa, wanatuma eh, kwa waaminifu kabisa mikoani na nje ya nchi na unaweza kuwafuatilia katika peji zao katika mitandao ya kijamii katika Facebook pamoja na Instagram festuscom mkwaju festusistore na instagram.com mkwaju festusistore. Usiangaike, simu yako imepasuka? Basi wasiliana wasiliana nao na watakuuzia vioo bora kabisa. Unahitaji screen protector, unahitaji chaja, unahitaji USB ya simu, unahitaji OTG, unahitaji kitu chochote flash Unahitaji kava za simu, betri za simu, watakuuzia kwa bei jumla na rejareja na watakutumia popote pale ulipo kwa bei nafuu sana. Wanapatikana Dar es Salaam na wanatuma mikoa yote, kwa mnifu. Asante sana, na Mungu akubariki.